Bwana jana majira ya sa saa sita mchana e, niliona picha za kikosi cha Mbeya City wakifanya mazoezi kwenye jua kali kweli kweli. Yalikuwa ni maandalizi kuelekea mchezo wa ligi kuu ambao utafanyika kesho siku ya Jumanne ya tarehe 30 pale e, uwanja uh, wa Sokoine ya Mbeya. Mbeya City wanakuwa nyumbani wakimkabili Young Africans. Yale mazoezi yalikuwa ni ya nguvu na kasi. Uh, e, wataalamu wanakuambia mazoezi ya physique. Na kama unavyofahamu, timu ikiwa wanafanya mazoezi ya physique, maana yake wamepanga kukamia kweli kweli kwenda kugongana kuhakisha Young Africans anaacha alama tatu Mbeya au anadondosha alama mbili, mchezo unaisha kwa sare. Nikaona ta kuna kila sababu ya Rick Media kwenda Mbeya kwa ajili ya kwenda kushuhudia uh, mchezo huo wa ligi kuu. Sasa uh, tunaenda Mbeya, tuko na Achimwene safari hawa bwana. Haya ni mabasi ambayo yanafanya safari kutoka Dar es salaam kwenda Mbeya na pia kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam kila siku. Na nikwambie tu uh, Achimwene mabasi yao ni five star, mabasi yenye hadhi ya nyota tano. Hawa wana VIP bus bwana, ukipanda mabasi ya Achimwene utasafiri safari yako murua kabisa lakini kwenye magari ya Achimwene huwezi ukachachuka. Ukisafiri kidogo, ukakaa vizuri, wanakuletea bite, wanakuleteasjakaa vizuri, maji, soda. Hii yote ni kuhakikisha eh, unaifanya safari yako vizuri kabisa bwana. Kama ambavyo nimekuambia, sisi tumepewa nguvu kabisa na Achimwene kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu eh, kati ya Mbeya City dhidi ya kikosi cha Young Africans. Jukumu langu ni moja tu, kuhakikisha nakusogezea taarifa zote kuanzia kabla na baada ya mchezo. Je, yeah. Ni Mbeya City ataweza kumsimamisha Yanga Africans chini, uh, um, ya mwalimu Roman Falls ambaye mchezo yake yote hajawahi kupoteza akiwa na kikosi ya Young Africans au Roman Falls ataenda kuendeleza ubabe wake? Twende sawa, mimi niko kwenye gari la Chimwene, nataka niongee na mrembo ambaye yuko ndani. Tusikie bwana, kuna tofauti gani kati ya kusafiri na Chimwene na mabasi mengine. Nikukumbushe tu, ukitaka kufanya safari yako kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam au Dar es Salaam kwenda Mbeya, basi usisahau watafuta Achimwene. Hawa wana mabasi yenye hadhi ya nyota tano, five star, Free VIP basi. Lakini pia bila kusahau, nikukumbushe tu hawa achimwene wanafika mpaka Chunya na Makongorosi. Kwa hiyo safari zote kutoka Dar es Salaam Mbeya, Chunya, Makongorosi, lakini pia kutoka Makongorosi, Chunya, Mbeya mpaka Dar es Salaam wanasafiri na Achimwene. Twende sawa, eh tupate kuwasikia waliopo ndani ya gari wanazungumza nini kuhusiana na Achimwene. Unaitwa nani? Naitwa Salome, naitwa Salome. Ndio, Salome Achimwene, wewe ni, ni, ni, ni nani yaani? Tuambie. Uh, mimi ni karani ni karani wa Achimwene na ninapatikana ofisi za Mabibo Dar es Salaam. Tuambie bana, kwanza tuambie kabisa, uh, Achimwene wanafanya safari kutoka wapi kwenda wapi? Uh, na safari zao zikoje? Uh-huh. Uh, Achimwene safari tunafanya safari zetu kutoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya mjini, lakini pia tunatoka Dar es Salaam mpaka Makongolosi Chunya. Bwana, mabasi yanayofanya safari kutoka uh, Dar es Salaam kwenda Mbeya Chunya yako mengi sana. Uh, mtu anataka kufahamu bwana, mimi nikisafiri na Achimwene kuna tofauti gani? mm -hmm. Kwanza kabisa uh, sisi huduma zetu ni bora, naweza nikasema ni bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna wajali wateja wetu, yaani tunasikiliza sana maoni na vile wanavyotaka wateja yeah. Watu wengi eh, huwa wanapenda kusikia ubora wa mabasi yaani mabasi ni mazuri, unapanda basi bwana, hujafika hata Morogoro pancha, uh, uja, pancha imezuri, imezuiliwa ujafika uh, uja Iringa injini. Tuambie uh, Achimwene wako vipi? Okay, uh, mabasi yetu yako vizuri sana na tuna classes tofauti, tuna VIP ambayo inatoka I mm. mean uh, inatoka alfajiri, uh, inaanzia pale Mabibo sokoni, inatoka saa 10:30 then Mbezi saa 11 na, na tunaelekea Mbeya VIP VIP yo ambayo nauli yake ni elfu unafika Mbeya kwa VIP kabisa yani. Nikipanda VIP VIP VIP kwani nakuwa kabisa ni comfortable kabisa mm ukifika ume unakutana no na nini kwenye uh, kwanza kabisa kuna kiyoyozi ama AC, yani utatafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya hakuna joto lolote utalisikia. Lakini bwana, tuko kwenye ofisi za Chimwene. Uh, mimi ni Sostenes Ndunguru, uh, nyuma ya kamera yuko Jumokoba. Kulia kwangu niko na mkurugenzi wa Chimwene Safaris, mabasi ya Chimwene ambayo yanafanya safari kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, Chunya Makongoro lakini pia kutoka Mbeya, Chunya Makongoro mpaka Dar es Salaam. Nataka tuzungumze naye. Na hizi ni heka heka kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu. Young Africans dhidi ya Mbeya City ambapo watakuwa ugenini pale Mbeya. Sisi pia tutakwepo Mbeya uh, kuletea taarifa zote kupitia Rick Media. Mkurugenzi kwa dakika chache tuzungumze naye kuhusiana na Achimwene. Mkurugenzi uko sawa? Sawa. Nzima? Shida okay, na unaitwa okay, okay. Nani? Naitwa Naitwa Mary. Naitwa Mary. Bwana hongereni sana, mnafanya kazi nzuri. Asante tunashukuru. E, tuambie ni, ilikuwa ngumu au rahisi kiasi gani kwa Achimwene kufika mpaka hapa ambapo tunaona leo Achimwene ni kama sasa wamekuwa watawaliwa, e, tunasema waandamizi wa safari za Mbeya kwenda Dar es Salaam? Ni Mungu, ni Mungu, ya ni Mungu na jitihada. Magumu mengi, ila tunamshukuru Mungu. Sawa, so, e, tuambie cha kwanza tutambulishe. e, kampuni lako la Chimwene safari linafanya safari kutoka wapi mpaka wapi? Lakini pia e, kwa watu ambao wanatamani kusafiri na Chimwene wanaweza kuipata vipi Chimwene? A, Chimwene tunafanya safari za Mbeya da kila siku na Chunya, tunaanzia Makongorosi, Chunya, Mbeya mpaka Dar es Salaam kila siku. Tuna gari nne, tuna gari ya asubuhi VIP shilingi elfu sitini na tano kutokea Mbeya mjini hadi Dar es Salaam, tuna gari ya pili inaanzia ina Makongoros inatoka Makongoros saa sita na nusu Mbeya, mjini inatoka saa nane na nusu kuja Dar es Salaam. Tuna gari ya tatu ya saa kumi na mbili jioni inaanzia Mbeya, alafu na gari ya nne ya saa mbili usiku nayo inaanzia Mbeya mjini kuja Dar es Salaam. Kuna, kuna utofauti gani wa kusafiri na Chimwene na hizi basi zingine ambazo zina safari za Dar es Salaam kwenda kwenda kwenda Mbeya Mbeya Dar es Salaam, utofauti wa Chimwene ni nini? Oye, utofauti ni mwingi, utofauti ni mwingi. Kwa hiyo mkaribie, mtajionea utofauti, utofauti ni mwingi sana. U, unawaambia nini wale wasafiri ambao hawajawahi kusafiri na na basi za Achimwene? Ah, tunakaribisha sana, tunawakaribisha sana waje wasafiri na Achimwene, wataenjoy mazuri ni mengi, mazuri ni mengi sana. Mgenzi ni mzuri na umependeka. Asante, nashukuru. Sisi tunaenda Mbeya kwenye mechi wewe hu anafuatilia, fuatilia mpira? Kiasi chake kiasi chake. Mwananchi au mnyama? Mi mnyama, mnyama mi mnyama mi. Wewe ni mwana Simba, wewe ni mwana Simba mm. kabisa habari za watani. Hata huna mm, si mfuatiliaji sana wa mpira, mara moja moja Eh, kwa kumalizia malizia nisikuweke sana eh. Nataka kusikia kutoka kwako M msafiri ambaye anasafiri na Achimwene ndani ya basi, anapata comfortability gani? Anapata nini ambacho kinamfanyia aseme yes? Kwe... tuna wahudumu wazuri, wanatoa huduma nzuri, na kwenye kila safari yetu tuna, tunamtanguliza Mungu mbele yes. tuna huduma nzuri, kwa hiyo mkaribie kwa wingi. Unawaambia nini e, wasafiri ambao wameisha safiri na chimwene mara kadhaa, na achimwene kwao imekuwa kama nyumbani? Tunawapenda sana na waendelee kutusupport kwenye mapungufu, sisi ni binadamu, watuambie na tuko tayari kujirekebisha. yes. Tunaiona wapi kesho ya chimwene? Kesho ni kubwa sana na mazuri mengi sana yanakuja. Hayo ni darasa tu, ndio kwanza tunaanza. Mazuri ni mengi sana, sana, sana. Ana mimi nakushukuru sana. Asante. Si napata picha na wewe hapa. Nashukuru. Karibu. Kamera mimi wangu, nimwambie andae kamera nipige picha. Karibu, karibu.